Ninawatakia heri njema ya Krismasi pamoja na mwaka mpya wenye mafanikio tele wapenzi watazamaji. Karibu sana ili niweze kuwachanganulia kwa marefu na mapana kwa mishale na matawi yale ambayo yanazidi kuendelea kutendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kitu ambacho nawaomba ni kimoja tu ikiwa haujaweza kujiunga na hichi kituo tafadhali, piga subscription, bonyeza kengele. Kuna wimbi jipya la utekaji na ukamataji ambalo limeanza kurudi Tanzania, mahala ambapo wale ambao wanaonekana wanazidi kukosoa serikali, wanazidi kumulika serikali wanaendelea kutekwa na kufichwa. Unajua, kuna wale ambao wataniuliza, bwana Ezra, kipindi ambapo unasema kwamba wimbi jipya limeanza kuibuka tena, kwani utekaji na ukamataji ulikuwa umekoma Tanzania? Walikuwa wamesitisha kidogo, walikuwa wamepunguza aswa, baada ya bunge la Ulaya kumshambulia Samia kwa utekaji ambao anaendeleza Tanzania. Lakini siku za hivi karibuni mwezi huu wa Disemba utekaji huo umeweza kuongezeka. Ukamataji huo umeweza kuongezeka. Na mimi na wewe ndio tutaweza kusimamisha huu upuzi wa kuwateka na kuwakamata wananchi. Je, tutasimamisha kivipi? Naomba nikuchanganulie mpenzi mtazamaji, mfano hi, leo tarehe 29 Disemba mwaka 2025 tano, tukiwa tunaelekea tarehe 30 Disemba, jeshi la polisi limeweza kumteka Clemens Kenani Mwandambo. wameweza kumteka kwa kutoa kauli ambazo zina kashifu Waislamu kwa kuendelea kufyonza Tanzania. Eti sasa hapo ametoa cheche za kichochezi, na mimi nikajiuliza, Bwana Ezra, kipindi ambapo wanasema eti kwamba eti bwana Clemens Mwandambo ameweza kukosea kwa kukashifu dini ya Kiislamu. Je, yule shehe mwenye alisimama na kusema kwamba watawakata Wakristo vichwa yeye alikamatwa? Ama ni kwa sababu anamlamba lamba Samia ama ni kwa sababu anamsifu Samia ndio maana akukamatwa? lakini kwa sababu Clemens anamkosoa Samia ndio maana yeye ameweza kukamatwa. Upuzi kama huu lazima tuweze kukataa. Kama sheria ni msumeno, lazima ikate kwa vyama vya CCM na wananchi. Haiwezi ikawa kwamba sheria inamulika kwa wananchi peke yake, lakini haiwezi ikamulika kwa CCM. Lazima tukatae huo upuzi. Mfano, kuna barua ambayo imeweza kutolewa, inaeleza kwamba taarifa kwa, kwa umma, jeshi la polisi Tanzania, ashikiliwa na jeshi la polisi Mbeya kwa tuhuma za kijinai sikiliza. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwalimu wa shule ya awali ya Saint Clemens, ndugu Clemens Kinani Mwandambo, mkazi wa Uzunguni A jijini Mbeya kwa tuhuma za kuchapisha na kusambaza taarifa za uongo pamoja na kukashifu imani za dini zingine. Mtuhumiwa alikamatwa mnamo tarehe 29 Disemba mwaka 2025 saa 4 asubuhi maeneo ya Uzunguni jijini Mbeya akichapisha na kusambaza taarifa za uongo pamoja na kukashifu imani ya dini ya Kiislamu na Kikristo kupitia kwa akaunti zake za mitandao ya kijamii Upelelezi unakamilishwa ili hatua nyingine za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Kama wanasemeti kwamba alikuwa na kashifu dini ya Kiislamu, mbona hawakukamata yule shehe mjinga mwenye alisema kwamba watawakata Wakristo vichwa ambao wataandamana? lazima tulete usawa. Huu ni ujinga. Mimi hakuna kitu ambacho Samia, Samia watanifanyia, na mimi ninazidi kusema kwamba huu ni ujinga. Haiwezi ikawa kwamba wengine wale ambao wanatukana Wakristo na kuambia kwamba watawakata vichwa wao, wako kwa serikali, hawawezi wakafanyiwa chochote lakini wale ambao ni wapinzani wa serikali wakitoa kauli yoyote ile wanakamatwa. Huu ni upuzi eh, mashehe mashehe na ubwabwa wa Wakristu. Dini bwana, zinanifurahisha sana dini hizi sasa. Na huo mpunga akilima Mkristu, kapalilia Mkristu? Utaujuaje? Mfano eh, mpunga kalima Mkristu au kwa kuuzia Mkristu, utaujuaje shehe je? Yeah. Na uchi wa Mkristu nao huupendi. Nauliza swali, duka la Mkristu vipi? na biashara ya Mkristo. Nyinyi mashehe, nyinyi hebu iacheni, acheni Tanzania, acheni nchi ni tofauti na nchi zote za Kiarabu huko. Hebu acheni huu utamaduni wa Kiarabu, achaneni nao wa kipuuzi. Dini zote mbili Ukristo na Uislamu zote zimeletwa. Sisi ni Waafrika, ni Waafrika na ni ndugu, acheni ujinga, nachoka babaenu Kemensi Mwandambo, nachoka mimi. Mambo kama haya lazima tuyakatae, vile vilevile mpenzi mtazamaji, utekaji huo unaonekana umezidi ume mfano jana tena, jeshi la mwananchi, okay, Jeshi la polisi Tanzania liliweza kumteka bwana Tadei Kweka ambaye anaishi Marekani, lakini alikuwa amekuja wiki moja tu Tanzania kwenye likizo ya Krismasi. Jeshi la polisi likaweza kutoa taarifa kwamba jeshi la polisi limemkamata limemkamata na jina na linamshikilia Tadei Sabiras Sabinas Kweka mwenye hati ya kusafiria nambari blabla bla, tarehe mm -hmm, 28 usiku majira ya usiku huku mkoani Kilimanjaro. Mtuhumiwa huyo amekamatwa kutokana na tuhuma za jinai zinazomkabili mojawapo ikiwepo uchochezi ambao ni kinyume cha sheria ya nchi taratibu za kukamilisha ushahidi ikiwa ni pamoja na kupata maelezo yake juu ya tuhuma hizo unaendelea, hatua nyingine za kisheria ziweze kufuata. Sasa unajua nina shangaa yani, imefika mahala ambapo raia hawawezi wakakosoa serikali, kwa sababu ukiangalia bwana kama huyu mwenye anaitwa Tadei mwenye anakuwa Marekani ni raia mwenye anatakia taifa lake mema akaweza kukosoa serikali kwa kuwaua Watanzania eti kwa sababu, sasa aliweza kukosoa serikali ya Samia kwa kuwaua Watanzania amekamatwa, eti kwamba sasa hizo ni tuhuma za kichochezi. Huu ni ujinga. Ni lini tutamaliza ujinga kama huu? Mpenzi mtazamaji, yani eti Mtanzania hawezi akakataza serikali iache kuwateka nyara wananchi, iache kuwaua wananchi eti ukizungumza hivyo, eti hizo kwamba ni chochezi. Kwa sababu raia kama huyu mwenye anaishi Marekani, bwana Tadey, aliweza kukashifu serikali kwa mauaji ambayo yalitendeka mnamo tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe moja Novemba, akasema kwamba hii serikali inapaswa hata kung'atuka ili upelelezi na uchunguzi uweze kufanyika. Sasa hayo ni, ma, ni maneno ya kichochezi. Serikali hii itafikiri kwamba kipindi ambapo wanaendelea kutekateka wananchi eti kwamba wanakomesha na kutuliza hasira za wananchi. Hapana. Hapo wanaendelea kuchochea wananchi kukataa serikali ya Samia. Hilo ndilo hawajui, na mimi sijawahi ona mahala ambapo mtuhumiwa anakamatwa, alafu uchunguzi unaenda kufanyika. Kisheria uchunguzi unapaswa kukamilika, ndiposa muweze kumkamata mtu, kisha mumpeleke mahakamani. Sasa sijui kama hii katiba ya Tanzania inafanya kazi kivipi. Eti kwamba unamkamata Ezra kwanza, umweke kwa jela, alafu uende kufanya uchunguzi, kutoka hapo mumpeleke mahakamani, huu ni upuzi. Ujinga kama huu mimi na wewe ndio tutaukataa. Na tutaukataa ujinga kama huu mpenzi mtazamaji, endapo tutainuka kwa sauti moja tukatae kwa kuandamana na kupinga utawala wa kiudikteta na kupinga udhalimu na kupinga mauaji ya demokrasia Tanzania. Wazo lako ni lipi? Yani eti kwamba Clemens Mwandambo ameweza kuambia mashehe waache kupiganisha Tanzania, eti kwamba sasa amefanya kosa mwingine ameweza kuambia serikali kwamba hawakufanya vizuri kuwaua Watanzania, eti sasa amefanya makosa ya kijinai? Kwani sheria iliundiwa viongozi na wananchi wa upinzani peke yake, lakini wale ambao wamekosa na wako ndani ya hii serikali hawawezi wakakamatwa? Wazo lako ni lipi? Lazima tukatae upuzi kama huu, mimi ndio nimesema.